Bismillahi rahmani rahim. Assalamu alaikum, vipi hali zenu, mnaendeleaje za Ramadhani? Mimi si jambo haya. Leo tunakwenda kupika tambi za kukaanga, si mnajua Ramadhani bila tambi ah, haiwezekani. Kwanza tutaanza kuchemsha maji. Baada ya hapo, utachukua sufuria yako, utaweka mafuta ya kupikia vijiko vikubwa vya chakula vitatu na hizi ndio tambi nitakazotumia. Tambi hizi ziko brandi nyingi sana. Kwa hiyo, sio lazima utumie brandi nilotumia mimi. Ukaenda madukani ukitafuta hizi tambi kavu utazipata nyingi sana. Sasa hapa tunazipasua. Mimi napenda kuzipasua kidogo tu, kati tu hivyo, kwa sababu napenda tambi yangu iwe refu, nikila tambi mpaka nyanyue shingo hivi. E, ushasikia ule msemo unasema aka unaniweka roho juu juu, kama nakula tambi. Ndo ninavyopenda mie, vile roho yangu iwe juu shwa. <laughs> Basi hapo nazipasua kidogo tu hivyo, halafu nazitia katika yale mafuta. Moto wangu mdogo mdogo, mdogo kwanza hapo, manake ukiweka moto mwingi huku unazipasua huku tayari zishaungua. Au vizuri uzipasue pasue mwanzo uchukue sinia yako ama ungo, uzipasue mwanzo alafu unazimimina zote kwenye mafuta ili kuepusha kuunguza. Usifanye kama mie hivi, tabia mbaya. Kwa hiyo hapo sasa naanza kuzikaanga kaanga tambi zangu kidogo kidogo, moto wangu asezi ya kati, sio mkubwa wala sio mdogo, nazikaanga. Unazikaanga mpaka zibadilike rangi, si unazona ziko rangi kama manjano manjano, utoke uo manjano uje ugold gold light, ukitaka dark hamna shida, tazikaanga hapo kidogo kidogo, unazikaanga. Hakikisha chini za chini unazinyanyua unazipeleka juu. Ukiziacha za chini mara za chini zinaungua, sawa. Ukiona okay, sasa rangi yako umeridhika nayo, utachukua maji yako ya moto yale uliochemsha mwanzo, utamimina na maji ya moto. Umimina mpaka uhakikishe tambi zimefunikwa na maji, tambi zote zimefunikwa na maji hapo baada ya hapo utachukua sukari. Hii sukari mimi naweka nusu kilo, sorry, sio nusu kilo, subhanallah, nusu kikombe nimeweka, na iliki kijiko kimoja, nitaweka na zabibu baadaye. Sa hapo utazifunika, utaziacha zipikike mpaka maji yakauke. Ukija ukifunua, unaangalia, ukiona bado zina maji, utaziacha mpaka maji yakauke. Ukihisi bado mbichi, ongeza tena maji ya moto, hazina tatizo hizi. Ukiona bado mbichi, unaongeza tu tena maji yako ya moto, sawa. Haya, na sasa hivi mie tambi zangu zipo tayari, na ukitaka upate tambi nzuri, ukishaona hapo zipo tayari, usizipakue kwanza, hapo zima jiko lako, ziache pembeni. Ukiziache pembeni ndo zinakuja ku kujiseparate yani, kujifanya moja moja moja moja moja. Ukizipakua sasa hivi hapo <coughs> sorry, bado zimoto, ndo zinafanya kate, unakuta tambi kwenye sinia, unataka kula, unanyanyua hivi, inanyanyuka mimi <laughs> zinanyanyuka, tambi zote zimekuwa mkate wa tambi. Umeona nilivyoziacha ndo zimepoa, zimekuwa kama hivyo, sasa moja moja. Sasa hapo ndo unazikoroga vizuri, ukimaliza kuzikoroga, sasa ndo unazipakua. Usipakue tambi usisavu mengine. Kuna watu hawajui neno kupakua. Usisavu tambi zikiwa zi moto, ndo kwanza unazitoa jikoni, zipe muda zi rest, sawa? Asanteni sana kwa kuangalia video yangu, msisahau ku like, ku comment na kushare. Ramadhan karimu, waswaumu makbul, nawapenda sana. Shukran.